Serikali imewezesha kuhakikisha kwamba tumekuwa na vifaa vyenye ubora na vyenye uwezo wa kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Katika kutekeleza hayo, serikali imetoa bilioni 22 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa na vifaa, tumeweza kubadilisha katika vituo vyetu mbalimbali, ili kukidhi mahitaji ya soko la ajira, na mwanafunzi pale pindi anapokuwa amefundishwa, akienda kwenye soko la ajira aweze kwenda kukopu na kuweza kuweza kutekeleza majukumu yake bila kuwa na changamoto. Na hivyo nipende kusema kwamba katika kipindi hiki cha kuanzia mwaka 2021 mpaka 2024, serikali imeweza kutupatia tu kwenye miundombinu na vifaa bilioni 233.7, kwa ajili ya kufanya maboresho na ujenzi wa vitu mbalimbali. Lakini katika hili eneo nipende tu kusema kwamba serikali pia kuacha tu kutumia fedha hizo kwa ajili ya kuendeleza miundombinu, pia inatoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za mamlaka. Nipende tu kusema, mwanafunzi anayekuja kusoma VETA ada yake anayolipa kwa mwaka ni shilingi kwa mwaka, yule anayesoma kutwa na yule anayesoma boarding analipa laki moja na ishirini kwa mwaka, ambapo elfu sitini ni gharama yake ya malazi na kula chuoni na elfu sitini ni tuition fee. Kwa hiyo ukija kupiga hesabu gharama ya kumwezesha kumweka kijana pale siku mia moja na themanini na nane katika chuo na alipe shilingi elfu sitini tu, nadhani waandishi wa habari wenyewe nyinyi mnaona shilingi elfu sitini mtu kuweza kula kwa siku mia moja themanini na nane ni ndogo sana. Sasa katika kufanya hivyo serikali na yenyewe inatoa fedha zaidi ya shilingi laki nane na sitini kwa mwanafunzi mmoja, na katika kufanya hivyo sisi VETA wanafunzi wanaopita kwa mwaka ni takribani elfu themanini na saba na wale ambao wanaokaa bweni na wanaosoma mafunzo ya wa muda mrefu ni zaidi ya elfu ishirini na saba kwao, ukipiga tu hesabu ndogo takribani bilioni 23 serikali inaitoa kila mwaka kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi kuweza kupata mafunzo, waweze kusoma na waweze kupata ujuzi ambao utawawezesha sasa kwenda kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini nipende tu kusema kwamba tumefanya pia eneo lingine la uishaji wa mitaala kama ilivyokuwa imeelekezwa. Tumefanya uishaji wa mitaala takriban sitini na mbili. Katika mitaala hiyo sitini na mbili tumefanya maboresho kwenye mitaala 42 na kutengeneza mitaala mingine mipya mitaala ishirini. Na mitaala hiyo mipya tume tumejikita kwenye sekta ya tehama, michezo, umeme, magari, mitambo, kilimo, ukarimu, usafirishaji, biashara, mavazi, madini na urembo. Sasa katika haya maeneo ni maeneo ambayo tumeyaona na hitaji kubwa lipo katika soko la ajira. Sasa kutokana na kwamba sisi VETA tunahakikisha kwamba tunatengeneza mtaara kutokana na mahitaji ya soko la ajira. Eneo hili tuliweza kutizama mahitaji ya soko la ajira na kuona kwamba soko la ajira linatuhitaji watu wenye ujuzi gani, wenye sifa zipi, ili sasa tuweze kuandaa, na hili tumeweza kulitekeleza kwa kipindi hicho. Lakini yote haya tumeyatekeleza pia kwa kuzingatia muongozo na sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 katika kufanya maboresho hayo ili tuweze kuendana sasa na yale mabadiliko ambayo yanamhitaji Mtanzania kuweza kuwa na maarifa, ujuzi na fikra chanya ambazo zitamwezesha kushiriki vema katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Lakini pamba, sambamba na hilo tumeweza sasa na sisi kushiriki kwa sababu kumekuwa na mabadiliko, serikali imeweza kuhakikisha kwamba sasa hivi kuna elimu ya amali kama tunavyokumbuka tumesikia kwamba sasa hivi kuna sekondari za amali, yani sekondari za ufundi ambazo zinaenda kutoa mafunzo kama yale tunayotoa sisi VETA. Sasa katika kufanya hilo tumeweza sasa na sisi VETA kushiriki na kuandaa mitaala na mitasari arobaini na tatu ili kuweza kwenda kutoa mafunzo katika sekondari za ufundi au zile zinazoenda kutoa mafunzo ya amali. Kwao ni eneo ambalo pia na lenyewe tumelifanya ili kwenda kuhakikisha kwamba yule mtu anaepata ujuzi ana uwezo wa kuweza kwenda kupata kwenda kufanya kazi na kwenye soko la ajira akakubalika kutokana na ujuzi ule ambao amekuwa ameupata. Lakini eneo lingine serikali, katika eneo lingine la mafanikio, tunatambua inayo miradi ya kimkakati. Tunajua kuna mradi ambao ulikuwa wa ujenzi wa, wa reli ambao tunaita standard gauge railway. Tumekuwa na ujenzi wa bwawa la kufua umeme la mali la Mwalimu Julius Nyerere. Haya yote ni miradi ya kimkakati ya serikali, pamoja na lile eneo ambalo tunalosema la ujenzi wa bomba la mafuta, ambapo katika miradi hii wale watu wanaenda kutekeleza miradi hiyo wanahitajika wawe na ujuzi. Sasa katika kupitia miradi hii eneo la kwanza ambalo serikali imeweza kupata mafanikio kutokana na miradi hii tunasema kwanza katika mradi ule wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa utengenezaji wa bomba la mafuta VETA tumeweza kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wenzetu wa ICOP katika kuwaandaa vijana 141. Vijana hawa wanaenda kwenda kuandaliwa kwa ajili ya kufanya kazi pindi bomba litakavyokuwa limekamilika. Kuna vijana 141 ambapo ndani yake 31 wanatoka Uganda na 110 wanatoka ni Watanzania ambao sasa hivi wanapata mafunzo na wanaendelea kuweza kupata mafunzo. Lakini pamoja na hayo, tumetoa wakufunzi wetu wa VETA kama tunavyokumbuka, eneo mojawapo la serikali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wakufunzi wanapata ujuzi na wanakuwa na uwezo wa kutoa mafunzo kwao. Tunao wakufunzi takribani 50 ambao wameenda nchi mbalimbali kwa ajili ya kuongezewa uwezo wa kuweza kutoa mafunzo na mwisho wa siku watoe mafunzo yenye viwango na ubora ule unaohitajika. Lakini eneo lingine tunalisema la tatu ni kwenye uwezeshaji wa sekta isiyo rasmi. Hii sekta isiyo rasmi, kama mnavyokumbuka, tunayo maeneo, tunao kina babalishe mamalishe na watu wengine wanaofanya shughuli zao mbalimbali. Sasa watu hawa sisi VETA tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunatengeneza programu mahususi za kuwawezesha waweze kupata ujuzi na kuwawezesha kufanya shughuli zao katika ubora, ili mwisho wa siku kuweza kuwaingizia wao kipato na mwisho wa siku na wenyewe pia kuweza kuchangia katika pato la taifa. Na katika hili eneo kwa kipindi hiki tulichokitaja, ni wajasiriamali elfu nne mia nne na moja tumeweza kuwapatia ujuzi na kukuza ujasiriamali wao, na katika hao wanawake walikuwa ni 2771 na, na wanaume ni 1660 Nia ni kuhakikisha kwamba tunaongeza kipato chao mmoja mmoja na kaya zao na jamii, lakini pia na wao pia kuweza kuchangia sasa pato la taifa. Na eneo lingine katika hilo hilo la program za kukuza ujuzi ni tunafanya kazi na wadau mbalimbali, kuna viwanda, kuna watu ambao wamesoma katika vyuo vyetu vya VETA na wamehitimu na mwisho wa siku wameajiriwa katika viwanda, lakini pia tunasema wale watu wanapofanya kazi kila mara lazima waweze kujengewa uwezo ili waweze kuendana na mabadiliko yanayoendana na teknolojia. Na katika hili eneo tumeweza kuhakikisha kwamba tumeweza kuwafikia wafanyakazi 1113 ambapo wanawake ni 381 na wanaume ni 732. Tumeweza kuwafanyia kitu tunachoita kuwajengea uwezo, kuwafanyia upskills yani, waweze kuendana na mahitaji ya soko lakini pamoja na kuhakikisha kwamba wanaendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia.